Wanawake wanapopewa nafasi wanadeliva, wanafanya na hii, hii inaendelea kutupa nguvu na ari ya kuendelea kusema kwamba wanawake waendelee kuaminiwa kwenye nafasi mbalimbali uh, za juu za uongozi na wana, wanafanya vizuri. Ndio maana leo tunamwona Samia, haikuwa rahisi kutoka kuwa peace kutoka kwenye familia ya kawaida, lakini pia tunamwona hata Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye sasa hivi pia ni rais wa wa wa mabunge na yeye pia amedeliva, na watu wanaendelea kuheshimu Afrika na Tanzania kupitia kupitia yeye. Lakini hata waziri wetu wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, Dr. Dorothy Gwajima, naendelea kuhakikisha kwamba kile ambacho ameaminiwa ame nacho na mheshimiwa rais kinaendelea kuwafikia wananchi anapambana sana na masuala ya ukatili wa kijinsia kwa kweli, kila tukio linaloibuka mama yule amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunatokomeza haya matukio kwa kushirikiana na, na, na ofisi mbalimbali za serikali aa, lakini ukiachana na huyo, kuna huyu CEO wa benki ya NMB aa, Ruth Ziapuna kwa mujibu wa historia, tokea kuanzishwa kwa ile benki hakujawahi kutokea kuwa na CEO Mtanzania, wengi walikuwa wanaletwa kutoka nje. Mama yule alikabidhiwa ile ofisi, na sina kumbukumbu nzuri kumbu, lakini nadhani ni almost mwaka moja mpaka mwaka moja na nusu, lakini kwa kile kipindi ambacho alikaimishwa ile ofisi, unaambiwa ni kipindi ambacho benki ilifanya vizuri sana, na hiyo ikampelekea yule mama kuwa kupewa ile nafasi. Sasa nini logic kwamba wanawake wanapopewa nafasi wanadeliva, wanafanya. Na hii inaendelea kutupa nguvu na ari ya kuendelea kusema kwamba wanawake waendelee kuaminiwa kwenye nafasi mbalimbali, lakini pia tuna wanawake wengi ambao wanafanya vizuri kwenye sekta ya habari mfano Ivona Kamuntu, Babbie Kabae, Dina Marios, Meena Ally na na wengine wengi, lakini hata ukija kwenye muziki tukutana na kina Zuhura maarufu kwa jina la, la Zuchu ambao ni mwanamuziki ambaye ni chipukizi tunamwona, lakini anafanya vizuri sana na ni maarufu mno, hata watoto wadogo anatamani kuwa, kuwa kama yeye, lakini pia Nandy na wengineo wengi, na hata ukija huku kwenye filamu na uigizaji utakutana na madirekta wanawake na kina huyu Lamata Leah na wengineo wengi. Kuna um, program ambao ni BSS yuko chini ya Adam Rita, naibua vipaji na inakuza vipaji kwa kweli. Kwa hiyo kuna kila sababu ya wanawake kuendelea kupewa nafasi, kuendelea kuaminiwa, kwa sababu kupitia wao mambo yanakuwa yanazaliwa na yanasimama na tunayaona yanaishi.